Leo sina mengi sana ya kuzungumza kwa sababu yale ambayo tulikuwa tumeahidi siku ambayo tulikuwa tuna tunatangazwa kama Jayrutty ni watu ambao wamepata hii kandarasi ya utengenezaji wa jezi, nilisema kwamba sisi kama Jayrutty, kutokana na past experience ya wenzetu ambao wamepita, na kutokana na ukubwa timu ya Simba Sports Club, ni wakati sahihi sasa wakaenda kimataifa. Leo hii tuko hapa katika ofisi hizi za Diadora, ofisi hizi za Diadora ni makao makuu ya Diadora SADC. Katika Afrika ukanda wa SADC, makao makuu yao yako hapa South Africa, ndio hapa tulipo. Kama tunavyofahamu, makao makuu ya Diadora yako Italy, lakini kwa Afrika ni yako hapa South Africa, lakini katika ukanda wote wa SADC. Siku ya leo ni muhimu sana kwetu kwa sababu tunaenda kuleta tofauti na tunaenda ku elevate soka la, la nchini kwetu Tanzania. Kwa kuwa kwa mara ya kwanza tunaenda kutangaza partnership kati ya Jayrutty Investment East Africa Limited, Simba Sports Club na Diadora kama washiriki wa pamoja katika utengenezaji wa vifaa vyote vya michezo ambavyo Simba Sports Club itaenda kuvaa kwa kipindi chote cha mkataba wetu.